Tumerudi kwa kishindo baada ya kuwa mabingwa wa ligi ya championship nchini Tanzania, na sasa tunapiga hodi kwa wenzetu nyumbani kwenye ligi kuu ya NBC. Na baada ya kumalizika kwa msimu wa ligi ya championship, kwenye ziara yetu, tumekuwa na mapumziko ya nyota wetu, wakati huo uongozi ukisubiri ripoti ya benchi la ufundi kuona wanapendekeza nini kwa ajili ya matayarisho ya msimu wa ligi kuu ya NBC, na naamini ndani ya juma hili linaloanza kesho, inawezekana tukapata ripoti ile ambayo sisi kama uongozi tutaona namna gani tuanze kutekeleza yale mapendekezo ambayo yametolewa na benchi la ufundi. Na niseme tu kwamba baada ya ya kufanikiwa kurejea kwenye ligi uko mpango mkakati wa kumtafuta kocha mkuu mwenye mwenye mwenye CV kubwa, ili aweze kusimamia benchi la ufundi la klabu ya soka ya Mtibwa. Tunaangaza ndani ya nchi, tunaangaza nje ya Tanzania, kuweza kuona wapi tutapata mtu sahihi ambaye ataungana na wazi Juma, Maniche Shaban, Musanditi, Dickson Daud, Mbekie kuunda kikosi bora kwa Mtibwa Sugar ambacho kitashiriki ligi kuu msimu unaokuja. Ndio mpango wetu mkakati wetu, kwanza tunataka tutengeneze benchi bora, baada ya hapo tuwape ridhaa wao, kama wao wakae waone namna gani wanapata nyota wazuri, wanafasi nafasi gani. Sisi tuko tayari kwa asilimia zote kuhakikisha nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania tunapata walengwa wetu kutokana na ile ripoti ambayo tutaipata kutoka kwa benchi la ufundi sawa sawa. Pengine kutokana na uzoefu wako mkubwa ulionao katika ligi ya Tanzania, umeona ushindani uliopo hivi sasa katika ligi hii, hususan kwa msimu ambao mlishuka daraja, lakini pia na misimu hii, pengine tahadhari zote mmekwisha kuzichukua? Aa, niseme kiwango cha soka cha Tanzania kimepanda, kiangalia uwekezaji ambao unafanywa kwenye vilabu, ukiachana na vilabu vya Dar es Salaam nje ya Dar es Salaam ah, ushindani umekuwa mkubwa. Ukiangalia, nimefuatilizia uwezo wa timu ya Singida Black Star, imekuwa na kiwango bora sana, si cha kupepesa. Wamekuwa na uwezo mkubwa sana, wameleta wame, wame mapinduzi ya soka nimeona. Sasa Singida wanaweza kumbana Simba E, Simba ameshinda kufurukuta na na, na, na ndio kukua kwa mpira, nashuhudia sasa vilabu nje ya Dar es Salam vikicheza kandanda safi kweli kweli. Nipongeze sana miliki wa timu ya Singida Braksta, amefanya uwekezaji mkubwa, tumeona matunda ya uwekezaji wake, tumeona mpira wa Tanzania, mengi tunajifunza sasa kutokana na uwekezaji wa vilabu kadha wa kadha hapa nchini, kwa ligi yetu imekuwa na ushindani. Na sisi kama Mtibwa, baada ya ziara ambayo tumeifanya kwenye ligi ya championship kumalizika na kurejea nyumbani, tunakaa tuangalie namna gani nasi turejee kwa kishindo, kwa kisha tunakuwa na timu bora ambayo itafanya vyema kwenye msimu ujao wa ligi kuu ya NBC. Sawa, Kifaru, tukiwa tunamalizia, ziko fununu kwamba mnataka kuisuka Mtibwa ya kuanzia mwaka elfu mbili mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa mpaka elfu mbili na mbili Lakini katika michakato hiyo anahusishwa pia mwandamizi Jamalibaisa kwamba mnafanya utaratibu arejee angalau sehemu ya washauri taarifa za kweli uh, hili jukumu analo rais wa mkoa wa Morogoro Alhaji Adam Kigoma Marima anaunda kamati yake, kamati ambayo ya ili, iliwezesha Mtibwa kufanya vyema kutoa ubingwa wa Tanzania kwa misimu miwili. Wakati huo Jamal Baisal ndio kinara aliyefanya makubwa kuongoza Mtibwa. Kwa hiyo baada ya kurejea kwenye ligi, mpango upo kwa serikali ndani ya mkoa kuhakikisha tunakuwa sote kwa pamoja, kwa umoja wetu, kidole kimoja kivunje chawa, kwa serikali ya mkoa wako, chama cha mpira mkoa mkuu um, wa wilaya Mvomero ambaye ndio anamiliki maeneo ambayo sisi tunaishi na yuko kwa, kwa pamoja kuhakikisha kwamba mipango mikakati kutoka mwaka elfu moja mia tisa tisini.